Nimeshinda poa nipoa kabisa hadi mimi linatoka. Nimeshinda salama mm. Nimeshinda salama tena sana mm. Sio mi kitu, inakuamba tu niletea kutuchakula nje, naniuma mke wangu aiasi, nakuletea mm. Nimesema uniletee chakula, si nimesema ni ungoje ama uende huko kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jikoni ukajichukulie chakula mwenyewe? Ni nini? Nimesema ungoje, nafanya shughuli kwa simu, si ungoje ama uende ujichukulie hey, hey, chakula hey, hey. hey, hey, hey. Mke wangu mimi ndo nanikalia mkali hivyo sasa, nimekuambia tu vizuri niletee chakula. Bini nimetoka sijakula, hausikii? Yaani kuambia kuniletea chakula nimekosa. Na sasa si nimekuambia ngoja naleta chakula nini mnaniharakisha tu vede. Wewe kazi yako ni, ni simu, kazi yako ni masimu masimu, masimu. Mimi nilikuoa hapa kuleta, tusaidiane kazi hapa nani si atukila sasa simu simu. Ni siku mingi tu nimekuona ukiwa kwa simu lakini na nyama zanga tusitaka nkuambia. Lakini leo nataka nikwambie ukweli. Wewe kazi yako ni simu ni simu ni simu ni simu tu. Nikikwambia niletee kitu utake kuleta. Watoto ndio hawa umewachilia tu watoto hata wakaa kama ni watoto wa Mr. Obongita. Yaani watoto wamechakaa tu, kazi yako tu ni simu simu simu. Mke wangu hii mambo yako yenyewe unanifanyia, unataka kurekebisha? Nitachukua, ninaenda na wewe kwa baba mkwe Mb, baba mkwe wangu siku ya leo, naenda kumwambia kama hivi ndio alikulea kulea, ukwenda ukinijibishajibisha vile unafikiria. Na sasa hii masatu yenyewe naongelea na wewe, ndio tunaenda na wewe. Just now. Hakuna mali inaenda tunaenda na wewe kwa baba mkuu, aniambia ukweli kama hivi ndio nikulea wewe, ndio ataniambia ni juu nikae nikijua. Nimesema hakuna mali naenda. Utaenda, tutaenda na wewe. Hakuna mali naenda. Hapa ni kwangu utaenda, utaenda na wewe, <kupis>

Yes baba mkwe, vipi vipi? Niko salama lakini siko salama tena. Uko salama tena? Niko salama lakini pia sijakuwa salama vile, ndio maana unaniona niko hapa kwako. Uh -huh. uko mgonjwa? Siko mgonjwa, lakini tatizo kubwa ni huyu mtoto wako. Tatizo kubwa ni huyu mtoto wako, baba mkwe. Mtoto wako mlinipa, mm -hmm. Mimi nikawaletea ng'ombe hapa kwenu, nikakuja nikawaletea ng'ombe nikawaletea nini, lakini mtoto wenyewe hataki kunisikiza tawe, baba, Mama yuko.

So, kafika miaka kumi na nane, ukamchukua aba mkwe. Kusikizana imekuwa ngumu kama kusikizana imekuwa ngumu, ng'ombe zenye nilikupa umefunga wapi? Nataka ng'ombe zenye nilileta kwa hii boma umefunga wapi? Hizo ng'ombe aba mkwe, baki na, na mtoto wako atakuchukua